imekuwa bajeti ya kwanza ya waziri wa hazina ya kitaifa john mbadi na kama watangulizi wake katika afisi hii mbadi alionekana mwingi wa bashasha akiongoza bajeti ya kitaifa ya mwaka wa 2025/2026 na kama ilivyo mazoea waziri mbadi alifanya kama wenzake kutembea na mkoba, kwenye karatasi, na mkoba wenye karatasi zenye mapendekezo ya makadirio ya bajeti na mwanahabari wetu jimmy mbogo aliandamana naye na hii hapa taarifa yake How you my brother. Good brother. Yes. Mapema Alhamisi asubuhi, msafara wa magari uliondoka kutoka nyumbani kwa waziri wa hazina kuu John Mbadi katika siku hii muhimu, siku ya kusomwa kwa bajeti ya kitaifa. Barabara hazikuwa na shughuli nyingi wakati huo wa asubuhi. Msafara huo ukipita mitaa kadhaa jijini, na dakika ishirini baadaye, waziri alifika katika afisi yake katika jumba la hazina ya kitaifa. Waziri Mbadi akielewa fika umuhimu wa siku hii. Uh, mkutano mm -hmm, mmoja baada ya mwingine, kila kitu kilihakikishwa kuwa shwari. Lakini nje ya afisi hii ya hazina ya kitaifa kulikuwa na rabsha, huku milio ya vitoa machozi, kelele na vifijo vikitapakaa hewani <coughs> polisi wakikabiliana na waandamanaji. Ni matukio ambayo yalionekana kumfedhehesha waziri Mbadi. Dakika chache kabla ya saa nane mchana, waziri alitoka afisini mwake na kuelekea katika lango kuu la wizara yake, na baada ya picha, aliamua kutembea hadi katika majengo ya bunge kuwasilisha mapendekezo yake ya bajeti. Waziri Mbadi hata hivyo aliwasili mapema kinyume na walivyotarajia maafisa wa bunge, na hivyo kupelekea waziri kurejelea matembezi yake na kulakiwa rasmi na maafisa wa bunge na viongozi wengine wakiwemo wabunge. Jimi Mbogo, runinga ya Citizen Nairobi.